Wewe na mimi eh, kama umezoea mara ya pili, elewa kwamba wewe hapa duniani ni mwakilishi wa Mungu. Unambeba Mungu katika ulimwengu wako, yaani watu wakija wamuone Kristo katika macho yako, wamsikie katika midomo yako, wamuone katika mwenendo wako wa maisha. Biblia inasema mm, mm, mm. sisi ni mabalozi wa Kristo. Ukisoma Wakorinto wa pili sura tano mstari wa ishirini nasema, basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kan, kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu, tunawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Neno wajumbe hapa ni tafsiri ya mabalozi, ingawa tafsiri nyingine za Kiingereza zinasema ambassadors, kama ambavyo ungesikia ni balozi wa Tanzania Kenya, balozi wa Tanzania Malawi, balozi wa ta Tanzania Urusi, vilevile vile, wewe ni balozi wa Kristo pale katika mji wako katika taifa ulio katika kijiji na mtaa unakoishi eh? Kwa hiyo Kristo anapaswa kuonekana kupitia wewe, kwamba unapofungua kinywa chako kuzungumza ni Mungu anazungumza katika ulimwengu wako ha, ha, ha. Mtoto wa Mungu anasema tembea katika ufahamu wa utambulisho wako wa mbinguni, ukifanya kazi kama mwendelezo wa ufalme wa Mungu duniani tembea katika utambulisho wako, fahamu kwamba wewe ni nani hmm? usiongee hivi hivi tu usijidhania, ah, mi sina lolote chochote. Bwana, mi ni wa kawaida tu, mi choka mbaya, maisha yangu ndo yalivyo. mm -mm, mm -mm. Mwana wa Mungu azungumzi hivyo. Mtumishi, usiende nje ya <laughs> haya, ya eneo lako ambalo uko ndani ya Kristo. Biblia inasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yote yamepita, yote e kwa hiyo sasa hivi ni ni raia eh, wa ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni huko hapa duniani kwa ajili ya kusudi lake. Zungumza fikra yake na mtazamo wake, zungumza katika muktadha wa kile ambacho kimefunuliwa kwa ajili yako kwa ajili yangu na wote wanaomwamini Kristo katika neno lake. Jione katika hiyo picha. Maandiko anasema ajionavyo mtu <laughs> ndani ya moyo wake ndivyo alivyo. Unajionaje, mtumishi? Jione katika picha na muktadha wa neno la Mungu. Ulimwengu unaweza kuambia neno lolote kwa kuita majina ambayo hayaendani na kile neno la Mungu. Usisikilize ulimwengu, mtumishi, sikiliza neno. Maandiko anasema ni ripoti ya nani utakayoamini?